Mheshimiwa Rais amesema hayo katika uzinduzi wa awamu ya nne ya ufunguaji wa zabuni za leseni za vitalu vya utafutaji wa gesi na mafuta nchini. Sio Tanzania kwamba hatupati hasara. Na anasema kwamba tunakula hasara kwenye taratibu, hajui ukweli na kama anaujua anapotosha ukweli wenyewe. Sasa, mjadala wa sasa sekta binafsi itashiriki vipi? Sasa kama, kama sekta binafsi inataka badala ya serikali waingie wao. Itabidi tukubaliane na Tanzania tu kwamba hii ndio sera sasa, twende tukasema, hivi sasa hii sasa badala ya TPDC iende sekta binafsi. Aidha, Mheshimiwa Rais amesema anatambua mawazo mazuri yanayotolewa ya kuwashirikisha watu wa sekta binafsi ili kuweza nao kushiriki katika mchakato huo mafuta na gesi. Kama kuna namna ya kuwasaidia kina Sara na wenzao nao waingie kwenye hiyo, tutaona namna ya kuwasaidia tu, tuzungumze hili, lakini tusilaumiane, tusilaumiwe kama vile ni kwamba ni watu hatujali, hatujali maslahi. Nasema kwa mtu, kwa mfumo uliopo sasa, jamani, maslahi ya Tanzania yamelindwa kabisa kwenye mikataba tunaoingia kwenye lakini kama mtu ana maoni bora zaidi tuko tayari sisi kuyasikiliza, amesema. Jambo la kukaa na kuzungumza hapa, tutawasaidiaje wa sekta binafsi nao wa Tanzania waingie huko ndani pia. Kiongozi huyo mkuu wa nchi akaongeza kuwa kwa sasa serikali inachofanya ni kuhakikisha inajenga uwezo wa kufanya ukaguzi wa kina katika maeneo ambayo gesi imepatikana. Sasa hivi tunajenga uwezo wa ukaguzi ili anaposema hajalipa gharama zake, ni kweli bado hajalipa gharama zake. Anaposema kwamba kisima kile kina trillion cubic feet tisa, ni kweli ni tisa na sio kumi na tisa. Uwezo huo tunaujenga sasa. Tulifanya hivyo kwenye madini, makampuni ya madini, sheria ilikuwa hivi hivi, kwamba anawekeza, analipa gharama zake, baada ya pale ndo anaanza kulipa ile corporate tax ya asilimia 35. Lakini tulijikuta kwamba hatuna sisi uwezo wa kujua kama kweli ameshalipa gharama zake ama bado. Naye Waziri wa nishati na ni madini Mheshimiwa Profesa Sospeter Muhongo amesema sera ya gesi na mafuta ipo tayari na kinachofanyika sasa ni kuiandika katika lugha ya Kiswahili to the existing national energy policy of 2003 now has in hand a gas policy that guides all investments and all businesses in the energy subsector and that it is now being translated into Kiswahili. Baadhi ya wabunge na wadau mbalimbali walioshiriki katika mkutano huo wamesema imekuwa jambo jema kwa rais kutoa ufafanuzi wa jambo hilo kwa kina kutokana na ukweli kuwa watu wengi walianza kuwa na wasiwasi kuwa taifa linapata hasara. Kwanza nimshukuru sana mheshimiwa rais, lakini nishukuru sana wizara kwa uamuzi wenye busara wa kuamua kwamba launching hii ya le, leo inafanyika leo ifanyike Tanzania kwa sababu miaka ya nyuma ufunguzi huu au uzinduzi huu ulikuwa unafanyika nje ya, ya, ya Tanzania. Kwa kitendo kwanza cha kufanyika Tanzania, kwa kweli mimi kinanipa faraja kubwa sana, kwa sababu hata Watanzania ambao ni wa, wazawa sekta binafsi ambazo nazo zilikuwa zinawezekana kwa njia moja au nyingine, zilikuwa zipata nafasi ya kwenda kushiriki huko nje, leo zimeshiriki, ni katika uzinduzi huu wa unadishaji wa utoaji wa leseni kwa ajili ya uchimbaji wa mafuta na gesi. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi Godfrey Monyo wa ITV.